Upo kwenye sita au niko kwenye sita? Hongera, mashallah. E, dakika tisini timu yako inapasuka e. Kwanza namshukuru Allah kwa kumaliza mechi ile, nadhani majeruhi hakuna, kwa hiyo tumemaliza mechi zile dakika sio tisini zile kule dakika 45 kwa mujibu wa mashindano yale, unajua watoto wadogo hawajui mashindano haya yakoje. Mm. Uh, kule tumecheza dakika 45, 45 nyingine zitakuwa kwa Mkapa, ndio tunamaliza 90. Vijana mm. wana mushkeli wapi? wanaona kama safari ndio imeisha kijana gani? Sasa vijana wa Simba, ah, vijana wa Simba hakuna mwenye mushkeli na wala hakuna anaona safari imeishia pale, ila hawa nikisema hawa, nadhani unawajua H hawa kwanza leo kusema kwamba ndio safari imeishia hapa. Tangu tunaanza mashindano haya, nadhani unakumbuka, mlikwenda kumhoji wakati wa safari moja, wanakwenda Algeria, wasemaji wetu wote wawili walikutana airport, mkajaribu kuwauliza pale, mmoja akasema kwamba safari hii kuna wengine watarudi, na kweli wakarudi, safari ikaishia hapo. Meja anajua. Meja, naomba unisikilize huku nayazungumza, usipeleke usi, usi, sauti huko. Anajua Meja alikuwa anazungumza hapa kwamba eh, safari yetu imeishia pale. wao ndio walikuwa safari yao walijitabilia inaishia pale na kweli ikaishia pale, wametuacha mm. peke yetu. kwa hiyo sisi safari bado haijaisha mwendo bado tunauendeleza ndio. eh. Kwa sababu mwendo wetu mm wao mwendo wao umeisha kwa Mkapa, sisi mwendo waga uishii kwa Mkapa. Kama ungekuwa tunamalizia nje ndo hapo unasema mwendo umeisha, mm. lakini pale uh, safari bado. Ye mwenyewe yule Al Masry anajua, mm. anajua jana mlikuwa mawapi. Sasa uh, ile ni football mbinu. eh, si tumecheza mpira, wale jamaa wamecheza. Wamecheza wa nini? Tunaweza kusema wamecheza wa wamecheza mbinu. Si tumecheza mpira, lakini wale wamecheza mbinu e. Na hili wachezaji wetu pamoja na mwalimu inatakiwa mara nyingi alifahamu hili. Tulijaribu kuwabana vizuri sana dakika kumi na tano za kipindi cha kwanza, na tuliporudi tukawa bado tuna mwendo ule ule, lakini pia washambuliaji wetu wana yani, kila mmoja anataka afunge akipata yule mpira, hataki kuangalia kwamba mwenzangu yuko position gani, nimpe afunge, ataka lazima hata kama wakashuti kadogo atakapiga yeye, ambako hakina afya. Kwa hiyo wache uroho, wacheze, yani, timu ipate ushindi, sio yeye apate goli. Mimi nielewa wakicheza kwamba timu ipate ushindi itakuwa bora zaidi kuliko mimi nipate goli, itakuwa si sawa hmm. Baada ya mpira wa kumalizika, kuna baadhi ya wachambuzi waliweza kuandika e, tathmini zao baada ya kukiona kile ambacho wameweza kukitazama. Mchambuzi kama Hans Rafael kupitia ukurasa wake wa Instagram ameandika na kusema kwamba Simba ana mlima mkubwa wa kupanda katika uwanja wa nyumbani, amzuie mwarabu asipate goli lakini pia yeye ashinde magoli zaidi ya mawili. Hansi Rafaeli, mchambuzi wa, wa kituo gani Crown, Eh. anafahamika Hansi Rafaeli, hata alipokuwa Wasafi anafahamika kwamba Hansi Rafaeli ni mchambuzi wa aina gani? Hana ubora kwanza, bado mtoto mdogo, hata ubobwa wa shingo hujamtoka Hansi Rafaeli halafu Hansi Rafaeli namzungumza leo kupitia kwenye vyombo vyenu aijue kwenye Chapesa na vyombo vingine alijue, Hansi Rafaeli bado mdogo sana. Hansi Rafaeli pale Crown anashindana na Jemedari, alafu akiona jambo limemshinda anakimbia siku yake, siku nyingine Haji, si si Hansi Rafaeli we? anashindana na Joflea. Hansi Rafaeli bado mchambuzi mdogo mno, hata Meja anaweza kumshinda kwa uchambuzi, nadiriki kusema hivyo. Yes, Hansi Rafaeli ana, anasimama sana kwenye mapenzi ya kile anachokipenda yeye, hasimami kwenye uchambuzi wa jambo Hansi, Hansi Rafael mpaka leo katika suala la, la, la, la, la mechi ambayo e, bodi ya ligi wameahirisha ya Simba na Yanga. Hansi, Hansi Rafael bado ana, anashikilia msimamo wa kwamba Yanga wapewe pointi tatu, haangalii kanuni inasemaje kwa nini bodi ya ligi wamesimamisha wamezuia mechi ile. Hataki ile kanuni ya 34 nukta ngapi hiyo, hataki hataki kabisa, si umenielewa? kwa <laughs> hiyo unakuja ukuta Hansi Rafaeli usinifanani, usimfananishe na mchambuzi yoyote katika mpira katika nchi hii mm. Ni mchambuzi ambaye yuko hovyo sana, hovyo mno. Zimfikie hizo taarifa tera, akiwezekana anitafute, rusheni kwenye akaunti yangu anitafute. Mm. si umeelewa? Hansi Rafaeli ni mchambuzi ho hovyo mno. Hata meja anaweza kuwa mchambuzi mzuri meja huyu unapingana na maono yake sana tu. We hapa umesema kwamba eh, mi eh, umesema kwamba mpira ni dakika tisini e. Kule tumecheza dakika 45. mi nasema tumecheza dakika ngapi? 45. 45 zingine tutacheza hapa. Hansirafaeli huyu huyu ndo aliyekuwa naipa, aliyekuwa naipa eh, nafasi kubwa Simba kule kushinda mm. Sindo Hansirafaeli kabla hata hawajacheza nadhani kuna mtu mmoja pale anaitwa Geoffrey, jana nimewasikiliza vizuri tu, anasema kwamba usitoe, usitoe moja kwa moja kwamba hansi, eh, kule Simba itashinda kwa sababu kule wale wako genini na mipira yetu. Bahati sio mbaya ya Afrika, mtu akiwa nyumbani ana advantage kubwa kupata ushindi sana tu, yani hata ikiwa goli moja lakini ni ushindi. Kwa hiyo yeye anatakiwa alichukue hilo na yeye anajua slogani yetu sisi mm. ya pale kwa Mkapa toke. Si umenielewa? Sasa tutakuja kumshangaza. Alafu Hansi Rafaeli ali aje alizungumze hili, wakati sisi tumekushamaliza mechi zairi shairi wanasema mmekutana kama timu ya ef Football Club wajana mashindano ajana kombe la shirikisho barani Afrika, wangekuwa Young Africans wangepata ushindi, timu dhaifu Al Masry hmm alafu unajua e, huu usemi mnaupenda sana kuzungumza, na hasa hasa hata nyinyi wazungumzaji wa, wa, wa, wa hivi vyombo vya e, social media mnapenda kazi sana kuzungumza. Hamwangalii msimu ambao Yanga ameingia mpaka fainali alikutana na timu za aina gani? Hilo hamliangalii, mnachoangalia kwamba e, mashindano haya yako kwenye e, timu dhaifu msimu ule na msimu huu tofauti. Yanga alitoka kwenye klabu bingwa mpaka kurudi kwenye shirikisho, alizikuta timu ambazo ziko hovyo kwenye shirikisho, mpaka zingine katika nchi zao zimeshuka daraja katika ligi zao. Sijui umenielewa. Lakini hawa waliofuzu wote kucheza mashindano ya shirikisho msimu huu hawakutoka kwenye best loser wote wamepata nafasi za pili au nafasi za kulingana na kanuni za Kafu ama za ligi zao, ndio wameingia moja kwa moja kwenye shirikisho. Tuliokuwa nao kwenye shirikisho tulikuwa wangapi? Kwa mfano sisi Simba tulikuwa wangapi jumla yake? Eh, katika nchi hapa tulikuwa wangapi hapa kwenye shirikisho? Azamu Azamu alikuwa klabu bingwa mimi uh, na Coast Union. Coast Union. Eh, yuko wapi? Sijui mnielewa. Kwa hiyo waliokuwa wamepata nafasi na ya kusonga ni timu bora hivi. Zamalek unaweza kuisema unaweza kuifananisha na, na, na monasi Zamalek. Almasi unaweza kuifananisha na monasi au unaweza kuifananisha na ile timu ya Klabu Afrikeni yote mbali ile ya kutoka South Africa ilikuwa kaje Marumo. Marumo Galaxy kuweza kuifananisha kwa msimu huu, ingekuwa msimu huu ungekuwa, naifananisha singekuwa mapema tu, kama ilivyokuwa kwa Coast Union, mapema tu angekuwa anarudi kuna nazi sasa. Mifano ya msimu huu baada ya mashindano yale kubadilika, kanuni kubadilika za CAF kwamba watakaocheza shirikisho wote wawe wawakilishi ambao wameanza mwanzo sasa msimu ule Yanga alikuta watu wale walioanza mwanzo wote wako taabani. Ye katoka klabu bingwa yuko vizuri, na ndio alikuwa klabu, klabu iliyokuwa vizuri kuliko klabu zote kwa msimu ule. Ilikuwa sio Mazembe wala ilikuwa sio klabu Afrikani wala ilikuwa sio Marumo wala nani. Ye peke yake na ubora aliokuwa nao wakati ule wakina Mayele na wengine wakaja wakampa nini, wakampa nafasi ya kusonga mpaka hatua ya, ya fainali msimu huu kakutana na klabu ambazo ziko, ziko sawasawa kwenye klabu bingwa ambazo zinatoka pale pale Algeria. Kapenya, hajapenya eh? kwenye klabu bingwa hajapenya, kaishia hatua gani? Huko huko kwenye makundi akaambiwa arudi nyumbani, kakune nazi. Si umenielewa? Kwa hiyo vilabu vyote ambavyo vimeingia kwenye shirikisho msimu huu ni sawasawa na kama vilivyoingia kwenye klabu bingwa Afrika vyote ambavyo vimeingia kwenye hatua ya robo fainali msimu huu ni sawasawa na zile ambazo zimeingia kwenye ligi ya mabingwa, hazina tofauti, na ndio maana jana eh, watu wengi walijaa kwenye television. Hata huyu meja jana hakulala meja, jana kichwa chako chote kilikuwa, kilikuwa kinaangalia football, umeonae, umeelewa eh? lakini juzi inawezekana hakuangalia mechi, mechi za, za klabu bingwa ambazo zilikuwa zinachezwa juzi, hakuangalia. Lakini jana ili mshawishi aangalie football ya, ya, ya, ya shirikisho, kwa sababu shirikisho msimu huu kama klabu bingwa ya msimu huu timu zinapokutana aii, shahiri kama mkishia robo finali nye mdabaki kwa mwaka robo, watu wenzenu wanasema hivyo. Ah, hii ni wajibu. Inawezekana wakasema hivyo kwa sababu sisi tulisha e, kwanza hapa tunaofa tuna hapa tulipo tuna ofa ya kufika mpaka hatua hii. Tunashangaa kwa nini wenzetu wameondoka mapema katika ligi ya mabingwa, kwa sababu wao ndio walitengeneza timu ya kufika mpaka fainali ama ya kufika mpaka nusu fainali wao katika mashindano haya ya kafu. Lakini sisi e, kwa muundo wa, wa, wa, wa, wa timu yetu, hata tulikuwa hatujui kama tunaweza kufika hatua hii katu wa badani tunajua sisi mapema tunarudi tunaanza tena na alifu. Memaliza? Eh, wana Simba Sports Club kuelekea mechi ijayo ya tarehe 9. Mimi nasema Simba watulie, na mechi iko tarehe tisa, tunakipasua pale. Itakuwa Jumapili, Jumatano eh? Jumatano eh? E, Jumatano ni siku bora kwetu, kwa hiyo tutakipasua pale tutakidimua pale waje jamaa wa, wa, waangalie football wasiwe na wasiwasi. Na ha, hawa jamaa tunawakaribisha kwa sababu huyu jamaa Meja Ali, hapa nimemsikia anasemaje kwamba wao hawapendezwi na Simba kuona wanaendelea kufanya vizuri. Sasa upendezi wakati unatakiwa wewe sasa ufanye bidii. Usi, usiseme kwamba mimi sipendezwi na huyu kuwa tajiri wakati wewe hutaki kupigania ku, ku, ku utajiri wewe inatakiwa upiganie utajiri wewe, ili ufanane na huyu sasa. Ye kila siku anasema mi sipendezi huyu kusonga mbele. Mi mpaka leo bado niko, niko, niko, niko, niko kwenye kumi bora, mpaka leo bado niko kwenye kumi bora. Ye bado kumi bora zinamgaragaza mpaka dakika hii, mpaka sasa ambao anasema kwamba apendezi mimi niwe nasimama nafasi, na, nafasi ile. Wewe angalia kama juzi wamejaribu kuibrandi Tabora United hivi we meja hivi nyewe wakuibrandi Tabora kuiona kwamba Tabora ni timu kubwa sana itakusumbueni mmeshinda. Ah, sawa nyinyi, ilikuwa wakuibrandi Tabora. Hey, ni timu timu, uh, unaona, umeona, umeona, si umenielewa? <laughs> Sasa wameibrandi Tabora wakaipa nafasi kubwa kuonekana ni klabu. Hawa ndio kawaida yao, timu ikiwafunga mechi moja basi, ile timu wanaibrandi ina, inaonekana ile timu ni kubwa sana katika ligi kubwa sana, na ndio maana hata ihefu wakaamua kuinunua hivi, hapo wanaitafuta udhamini ile Tabora. Ndio sababu zote hizi za kuibrandi, ionekane ile klabu kubwa na nini, wala ilikuwa haina haja, walikuwa wanakwenda wanampasua, wanarudi hapa bila kelele, lakini kelele wiki nzima, mpaka watu wanatishiana maisha. Ile inakujaje katika mpira? Wametoka hapa kina Nasoro, kina nani huyu, Meja Tundo, akupata chaneli hiyo, wote wametishia watu, watakwenda wa, wa kuwaua Tabora. Unakwenda kuhamaki ku, ku na Tabora una hamaki kabisa, ungehamaki hamaki na wale Waarabu waliokuja hapa siku ile, unatakiwa goli moja tu ili usonge mbele. We unakuja kuhamaki na, na Tabora? Yule Tabora sio kwamba kukufunga, mbona Azam kakufunga, mbona uhamaki naye ah. Uh, una, yaani hawa watu wa hovyo na ndio maana siku zote wanashindwa kujua mpira. hey, hey, si umenielewa mimi? Hapa sukari yangu iko, iko vizuri sana, tena niko kwenye swaumu, ulielewe hilo. Kama ingekuwa sukari imepanda mimi hata swaumu nisingefunga. Lakini sukari yangu iko vizuri meja, na sina pressure yoyote, niko sawasawa kabisa. Ila mimi nakushangaa wewe, mnavyokuwa na brandi hivi vilabu vidogo vidogo katika ligi mnapotaka kucheza navyo mna vibrandi zinaonekana klabu kubwa zina ushindani na nyinyi, wakati klabu ndogo kabisa. Ha, Tabora haijaji brandi. Tabora wamebrandiwa na Yanga, kwani Tabora ndo walotangaza kwamba. Nilikuwa natarajia, yani nilikuwa natarajia kwamba hawezi kumfunga mechi zote mbili. Hata yule refu ilikuwa amfungi mechi zote mbili isipokuwa hawa wana desturi hiyo. Hata mchezaji akiwafunga basi mchezaji huo kwao bora. Watafanya kila njia wamchukue. Kisina Mwagara anasema Young Africans na Tabora ni level sawa. Sasa si wao wenyewe ndio wamewapa level ya ya kuonekana wao wako sawa. Mbona si hawasemi kwamba level sawa? Au timu zingine mbona hawasemi kwamba wako level sawa? Kwani Tabora wamecheza na Yanga tu. Si wamemfunga Azam pia. Mbona hawasemi kwamba wako level sawa?